Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Agizo hilo limetolewa na Kaimu Mwenyekiti Alexander Tango kufuatia kucheleweshwa kwa vitambulisho hivyo ambavyo vilipaswa kutolewa mwezi Februari 2025. Maelekezo ya baraza yafanyiwe utekelezaji kabla kabla ya tarehe 20 mwezi Juni wewe unafahamu, wewe ni uh, utaratibu huu ambao, kipindi hiki cha cha mwezi mwezi Mei mifumo inakwenda kufunga. Kwa hiyo kabla mifumo haijafunga fedha big hizi zipatikane, vitambulisho vya wazee vitolewe kama baraza ilivyoagiza. Afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya mji wa Mbulu, Tomi Kisimbeye ameelezea kuwa vitambulisho vya wazee ni takwa la kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitaka ofisi ya mkurugenzi kuelekeza suala hilo kwa haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia baraza lako hili tukufu, ninaomba hili swala lichukuliwe kwa uzito, kwani vitambulisho vya wazee sio tu swala la huruma kwamba ni huruma ya halmashauri. Ipo kisheria na ofisi ya Rais TAMISEMI imelisistiza. sa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme kwamba kuna baadhi ya kata ambazo tayari tumeshawapatia vitambulisho ikiongoza na kata ya Kainam wamepata vitambulisho vya kutosha, lakini nasikitika sana ninashindwa kuwaangalia baadhi ya madiwani kwa sababu kata zao hazijaguswa kabisa, ikiwa pamoja na nambis ikiwa pamoja na Asei, hatujaweza kufika hizo. <coughs> Fedha Mheshimiwa Mwenyekiti, zimekuwa zikitoka kimafungu, swala ambayo linafanya tusiweze kulikamilisha ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi leo ni kijana, lakini najiandaa baadaye, Mungu akinisaidia, nitakuwa mzee. Tusipowapigania hawa wazee, basi najua hii hali kama hii pengine baadaye itatukuta. Hii ni tatizo la na maeneo mengine hayajaguswa kabisa. Hata eneo langu ilikuwa afi, kwa maana ya kwa kwamba kuna wengine waliopigwa picha na wakaja, walipokuwa wamekuja kuchukua kadi zao kumbe hawajapata, na walirudi pale na mnunuko. Sasa kwa vile hawa ni wazee, hii milioni ishirini kamati ya fedha nipitishe kwamba tuanze na hii changamoto hii ya wazee ipite kule. Mimi napendekeza kama mjumbe wa baraza wa kubo, na baraza ndio kubwa kuliko kamati zote, na napendekeza kwamba hii budget ya milioni ishirini, kama liko sahihi kwa kumbukumbu ikirejea hii ya wazee, naomba ipite jumani, ianze tuanze nayo mwezi wa saba